Tunaambiwa na Askofu mkuu wa kanisa la ufufuo na uzima Josephat Gwajima amesema ataendelea kuwakemea viongozi wa dini au serikali anaodhani wanakwenda kinyume na maadili ya uongozi au taifa ili nchi iendelee kuwa na amani na utulivu. Taarifa kamili hapa. Askofu huyo ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika ibada ya Pasaka, ikiwa ni mara ya kwanza kuzungumza mbele ya waumini wake tangu alipojisalimisha polisi na kuhojiwa baada ya kudaiwa kutoa maneno ya kashfa, matusi na dharau kwa Mwadhama Kardinal Pengo ambayo yalisambaa katika mitandao ya kijamii. Kiongozi huyo aliletwa katika kiti maalum cha wagonjwa na kuhubiri akiwa amekaa chini, huku akionekana akiugulia maumivu na na kusaidiwa na walinzi wake, ambapo mpaka sasa bado chanzo cha maumivu yake hakijafahamika. Gwajima ameendelea kusisitiza kuwa alichokisema si matusi au dharau, isipokuwa alikuwa akitimiza wajibu wake kama kiongozi wa dini na kusisitiza kuwa kiongozi yoyote au wa serikali dini au siasa akienda kinyume na maadili hatokaa kimya na atazungumza <tis> <wala ambetisha, tis>

Aidha, askofu Gwajima amewataka waumini wake kujitokeza kwa wingi siku ya Alhamisi makao makuu ya polisi, ambapo wametakiwa kuripoti kwa ajili ya kuendeleza kwa ujiwa, ambapo katika mahojiano ya awali Gwajima alipoteza fahamu na kukimbizwa hospitalini, ambapo walilazwa kwa zaidi ya siku nne. Waliniomba nirudi rudi Central tarehe 9 Alhamisi asubuhi saa moja, kwa sababu maneno mengi yameenea sana hapa mjini ya uongo ili mjue kinachoendelea, ninawaomba wote bila kupungua hata mmoja, mwendo kule sentro hata mmoja juu, Hamisi Suleman Channel Ten asipungue hata mmoja, Dar es Salaam.